Ahivyo Mungu alipo a, umba mwanadamu kwanza, utukufu wa Mungu, utukufu wa Mungu uko kwenye utu wa ndani na inaonekana kwenye binadamu wa ndani. Kunayo sehemu una, unaweza kuenda ukakuta kwamba watu wanapata amani wanapokuona wewe ni kwa sababu ya ile nguvu za Mungu ambazo zimekuzunguka ambazo zimekuzingira. Kwa hivyo characteristics za ulimwengu wa asili, mwili wa ulimwengu wa asili, wengi hawajui kutembea na utu wa ndani. Watu wengi wanatembea katika characteristics ya utu wa nje. Mahali ambapo tunatofautiana ni katika eh, mienendo kuishi katika utu wa ndani na katika utu wa nje. Kuna wale wanajua kuishi katika utu wa ndani, na ile utu wa ndani ndo imebeba kila kitu, ndo imebeba map, ndo imebeba rada yako ya maisha yako yote. Ile utu wa ndani, ile utu wa ndani ambayo ni hekima, ambayo chakula yake ni hekima Chakula yake ni elimu, chakula yake ni maarifa, chakula yake ni ufahamu. Hiyo utu wa ndani <tip> ndiyo inafuanana na Mungu, sio hii, sio utu wa nje hii <tip> Mungu ako na kichwa na Mungu ako na nywele? Hapana, anaongea mfumo, anaongea <tip> yaani upatiwe mfumo kama ya kiungu inayofanana na ya kiungu. The system is talking about the knowledge and the knowledge is the system. Kwa hivyo <sniffs> ah, <sniffs> inatakikana watu wajifundishe na kuelewa kiundani mambo ambayo Biblia inaongelea bibilia. Nilikuambia ni kitabu ambayo imebeba siri nyingi. Ni kitabu ambayo imetunzwa na Roho Mtakatifu wa Mungu, na siri zake zimefichwa na Roho Mtakatifu wa Mungu, haijafichwa na wanadamu, maana kile ambacho ni cha mwanadamu kinaweza kikafunuliwa. Lakini kile ambacho ni cha Mungu hakiwezi funuliwa, haiwezi, imefichika, imefichika mno. Biblia ni kitabu kinasomwa kwa ufunuo. Na ufunuo ni hekima ya Roho Mtakatifu wa Mungu. Lazima uwe na ushirika na huyu Roho Mtakatifu wa Mungu ndo uweze kufunuliwa habari za Bibilia na uelewe. Ndio maana wengi wanadanganywa kupitia Bibilia, wengi wanadanganywa na kupotezwa kupitia Biblia, wananyanganywa mali zao kupitia Biblia, wanaposomewa kwa njia wasiyoielewa, wanaposomewa bila ufunuo wa Roho Mtakatifu wa Mungu, wanaposomewa bila ufahamu ya Roho Mtakatifu wa Mungu, ni lazima mtu atadanganywa, lazima mtu atapotezwa, lazima mtu mali yake itachukuliwa. Lakini unapoisoma mwenyewe unapaswa kuisoma na kuisoma na kuisoma tena na tena na tena Bibilia, ukiwa chini ya upako wa Roho Mtakatifu wa Mungu, ukiwa ndani ya elimu ya Roho Mtakatifu wa Mungu akuingize kwenye darasa, akufundishe hapo, utakuja kuelewa. Mtu hata kuambia mungu ako na mikono miwili, mtu hata kuambia mungu ako na masikio mbili, mtu hata kuja kukuambia mungu ako na macho mbili, mtu hata kuja kukuambia mungu ako na mdomo mdomo ya kukula nini, ama meno ya kutafuna nini? Spirit does not eat. Hata mtu anakuambia kwamba majini inakula, majini haikuli. Watu wanadanganya wengine sana, majini haikuli. Majini inakula aje? These are spirits. The system iliyotengenezewa chakula ni kuingia kwa tumbo, isiagwe, isiagwe, na manufaa yake ni ya kusababisha mwili huu wa nje kuishi. manufaa ya chakula manufaa ya chakula ni kwa ajili ya utu wa nje na kwa sababu ni physical, solid thing. Lazima iingie kwenye tumbo, ipitie kwenye njia zile za, za, za kusafisha. Wanasema kwamba kuna mpaka acid ya kusababisha ile chakula kuoza ndani, ili kutoa ile madini ambayo imebeba, kuingiza kwenye mwili, kuingiza kwenye damu. Damu inabeba, inapeleka sehemu tofauti tofauti kwenda kuifanyisha kazi ya ile chakula umeikula kisha ile uchafu imebaki inatoka inaenda kwa choo. Sasa jini atakulaje mchele? Sasa jini atakulaje kuku? jini atakulaje chakula na hana, ma, hana matumbo hana hiyo asidi ya kusaga chakula? Alae chakula ni sharti aende choo, so jini anaenda choo. Tuache kudanganyana, that is not lie. Bibilia inasema wakati ambapo malaika alikuwa akishuka akisema atengenezewe chakula nasema kwamba alikuwa anaionyesha anay, anay, anaiguza kwa fimbo, halafu inapotea, kwa sababu sadaka, kutolewa kwa sadaka haikuwa inamaanisha kwamba Mungu ndio anakula ile nyama ama Mungu ndio anakula ile chakula inatolewa. La hasha, kuna, kunayo siri imefichika pale ambayo tunakuja kukufundisha huko mbele baadaye kuna siri kubwa sana ambayo ilikuwa inasababisha wazee wetu wanachinja wanatoa sadaka kwenye madhabahu zao. Kuna siri nyingi sana. Haikuwa kwa ajili ya kukula sadaka, haikuwa inatolewa kwa ajili ya kukula. Hapana, I told you, wanyama wana njia ya kukuconnect na ulimwengu wa kiroho. Kuna se, kila mnyama ako na sehemu yake ambayo ikifunguka because viumbe vya kiroho zinazungumza kupitia patterns, kupitia signs. Kuna kitu utakachofanya kiumbe cha kiroho ipokee hiyo communication, inajua kwamba this is what you need, this is what you are requesting it to do for you. Na nilikuambia kuna viumbe vingi katika ulimwengu wa kiroho, kando na yale ile mbili watu wanajua watu wanajuanga malaika na majini, lakini kuna wale ambayo sasa ni zaidi. Kuna wale viumbe vingine ambayo ni vya kiroho ambayo sio malaika na wala sio majini, ni viumbe vya kiroho ambayo wametokana na mazungumzo ambayo Mungu aliongea, the spirit of God, the words of God, because the words of God, bado nakukumbusha tu ya kwamba when god speaks, it's a spirit. when god speak, the word of God turns out to be spirit. Inakuwa kiumbe. Kwa hivyo yeye ye Mungu anapoongea ni kiumbe inatoka. Sio maneno kama mimi na wewe, ni kiumbe ndiyo inatoka. Mafundisho ni mengi, mafundisho ni marefu, mafundisho ni mingi. Ndio na maana yake anakuambia kwamba kuna vitu vingi ambavyo binadamu hajui. Lakini nitadumu hapa kwa habari za mwanadamu kwa muda mrefu kabla niende, kabla nitoke kwenda aya zingine. Kwa sababu uti wa mgongo inaanzia hapa. The system of God begins here. Because we need to see the picture, the picture that was in God when he was creating a man. Watu waache kusema God, God created man for worship. God has a lot to worship him. Mungu ana viumbe tena wakubwa tena wenye maana wasiotenda dhambi wasiojaribika wanayoweza kumwabudu Mungu anao wengi haswa <tell> anao wengi sana, lakini kuna sababu kwa nini Mungu aliumba mwanadamu, sio kwa ajili ya kumwabudu. <coughs> Kabla binadamu kuwepo, Mungu alikuwa anaabudiwa. Kwa hivyo Mungu hajaumba <coughs> mwanadamu kwa ajili ya kumwabudu, n no, asikudanganye binadamu, asikudanganye mtu, hiyo ni part. Uh, worship is a ritual, hiyo ni kama Ah, tambiko. Hiyo ni kama tambiko, ni kama mojawapo ya sadaka binadamu anapaswa kumtolea Mungu, kama vile unaweza ukatoa mnyama, kama vile unaweza ukachinja njiwa ukamtolea Mungu, kama vile unaweza ukachinja kondoo ukamtolea Mungu so ukaona kwamba leo hii sina sina sina kondoo, sina mbuzi, sina mwana mbuzi sina mwana kondoo, sina njiwa, sina mwana ng'ombe ndama. Kile niko nacho ni ulimi wangu, wacha nikutolee. Ndio maana Ezra akasema kwamba tunakutolea ndama. Ndama nabii mmoja amekwisha wahi kuongelea na bimoja, jambo hili akasema, tunakutolea ndama ya vinywa vyetu, tunakutolea ndama za vinywa vyetu, yaani sifa yaani ibada ya sifa tunakutolea sadaka ya sifa na kutolea sadaka ya kukuabudu it's part of sacrifice it's part of rituals that is not the reason why god created man no there is a very hidden purpose reason hidden from the plain mind from the plain knowledge from the plain understanding that made God to create a man a human being and we, we continue. I will tarry here, nitakaa hapa kwenye fundisho hili mpaka ni kuelewesha jambo. Nitakapoelewa sasa, ndio nitatoka kwenye aya hii kuingia kwenye aya nyingine, na ninajua kwamba utabarikiwa.

Example is riches. <laughs> So what makes a man to balance? Manake kinyago ikitengenezwa haiwezi ikabalance. Lakini binadamu anabalance, anatembea ana. What is inside a man? Inayomfanya yeye anabalance, anaweza kutembea, anaweza kufanya mashughuli zake. What? There must be something hidden. Na hii ndiyo tunataka kufundishana. Hii ndiyo ninataka mwanadamu apate kuijua. Ndio maana mwana Zaburi akasema the word is my lamp, neno la Mungu ni taa yangu. Taa kwa njia gani? Kukufundisha vitu usivyovijua, kukuonyesha siri ambazo hauzijui. Akamwambia yule ambaye ni Ezekieli, akamwambia Ezekieli, uniite nami nitakufunulia mambo ya sirini ambayo hukuwa ukiyajua. Kuna vitu vingi katika ulimwengu wa sirini ambayo binadamu hazijui, lakini yule anayemwita Mungu anafunuliwa anapata kuzijua. Nitakufundisha mengi hatua baada ya nyingine, nitakufundisha tu kwa utaratibu, maana elimu ndio kitu kipao cha mbele. Mwanadamu anapaswa kuiweka mbele anapaswa kuitafuta zaidi ya kitu kingine. Anapogeuka mwanadamu kuacha imani na kukuwa mchawi, kitu cha kwanza anafanyiwa ni kuingizwa kwenye elimu. Anapoenda kuchukua mtu jini ana, kitu cha kwanza anafundishwa ni elimu. Anawekwa kwenye ulimwengu wa elimu afundishwe, afundishwe, aelewe kwa nini hii iko hivi? Kwa nini hii iko namna hii? Sababu yake ni nini? naweza kufaidikia aje? Maana hakuna chochote kimeteremshwa ambacho hakina faida, hakuna chochote kimetoka kwa Mungu ambacho hakina faida, hamna. Kila kitu ambacho kimetoka kwa Mungu kina faida.